Wewe njoa. Huh? Hey. <laughs> unajifanya mjuzi sana wa mambo wewe, eh? <laughs> <Huh>? <laughs> we ndio? Unajiona kwa salamu. Hah? Wewe siri kubwa, kulala vibaya na mimi kila siku nalala vizuri. Niliondoka na ndoto. Unalala <laughs> <laughs> vizuriondoka asawa si ndio? Kwenye mwanga <laughs> <Kusawa. laughs> Lakini mwango kanichoma moyo, ukabaki giza. Nilitamani nipate, niliwaona wakimchukua. Lakini siku itafika tu, siri zote zitakuwa hadharani. Nikumbusha jana.